Karibuni katika kipindi maalum cha kuangalia miaka kumi tangu mkataba wa Paris wa mabadiliko ya tabia nchi. Mwaka huu ni mwaka wa kumi tangu nchi mbalimbali duniani zilipoingia mkataba huo. Mkataba huu uli, uliidhinishwa mwaka 2015 na mwaka huu e, ni miaka kumi sasa. Tujiulize kwanza, kama wadau wa mazingira, nini chimbuko la mkataba huu wa Paris? Tuelewe kwamba katika miaka mia moja iliyopita na baada ya mageuzi au ma, ma, mabadiliko makubwa ya viwanda duniani hasa katika nchi tajiri, kumekuwa na mabadiliko makubwa katika ongezeko la joto duniani kupita miaka elfu moja iliyopita. Yani, miaka mia moja iliyopita joto duniani li, kiwango kimeongezeka kuliko miaka elfu moja iliyopita kutokana na mambo ya uzalishaji na kadhalika. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba ile dress code, dress code vazi la mama dunia vazi la ulimwengu likawa linaingia doa, hewa ya ukaa imeongezeka, misitu imepungua, kwa hiyo na joto likaongezeka. Sasa chimbuko rasmi la mkataba wa makubaliano ya nchi mbalimbali inaitwa COP, COP ni Conference of Parties kwa Kiingereza, na huu ulikuwa ni, eh, ni ni mkataba mkutano wa 21. Chimbuko lake ni kukua kwa ukweli huu wa kisayansi na kitaalamu kuwa uh, sayansi ilionya, iliona kwamba mikataba iliyotangulia mkataba huu wa 21, yaani mikataba 20, yani 20, haikufanikiwa kutatua, kutoa suluhu, kutoa jibu au majibu sahihi na endelevu ya tatizo la ongezeko la, la joto duniani na uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo, wakasema kulikoni, lazima sasa baada ya mikutano ishirini ya kimataifa hiyo mikutano nitahitaja nita, nita tu kwa haraka haraka, lazima tuifike mahali ili tuweze kuona tunaelekea tuna, tuna wapi. Vinginevyo itakuwa tu ni siasa siasa siasa, mikutano mikutano bila tija bila mafanikio. Kiini chake basi ni kwamba nchi zote katika mkataba huu zilipaswa kuingia makubaliano ya kisheria ya, kimi, ya mkataba wa kupunguza hewa ya ukaa katika dunia. Hewa ya ukaa ina, ina, ina, ina, ina sura nyingi. Kuna hewa ya ukaa inaitwa carbon dioxide kaboni, kuna CO2. Kuna hewa ya ukaa carbon monoxide CO kuna hewa ya ukaa metani CH4 na hewa nyingine ambazo zote zinajumlishwa katika kundi linaloitwa greenhouse gases. Sasa kimsingi ni ongezeko la joto, ongezeko la hewa chafu na hatarishi inayotokana na teknolojia hatarishi. Kwa hiyo mkataba wa Paris mwaka elfu mbili kumi na tano mimi niliuhudhuria niliuhudhuria, ulizungumzia sana kuhusu kuweka mifumo ya kisheria ya kubana kila nchi iweze kuwajibika kutokana na kiwango cha uharibifu wa mazingira kinachofanya. Ilitanguliwa na mikutano mbalimbali mbali. Mkutano wa kwanza wa mazingira duniani ulifanyika nchini Ujerumani kule Berlin, katika jiji la Berlin mwaka 1995 inaitwa COP 1. Ukaendelea wa pili ulifanyika Geneva mwaka 1996. Mwaka 1997 ukafanyika wa tatu, Kyoto protokali ya Kyoto, na hii ilikuwa pia muhimu kabisa. Mwaka 1998 ukafanyika COP ya nne, conference of parties kule Argentina, Buenos Aires mwaka 1999 ukafanyika mkutano wa tano wa mazingira ulikafanyika katika jiji la Bonn Ujerumani. Mwaka 2000 ukafanyika mkutano mwingine wa sita kule The Hague. Mwaka 2001 ukafanyika mkutano tena Bonn. Mwaka 2001 ilifanyika miwili ukafanyika COP 7 kule Marrakesh Morocco, nilikuwepo. Mwaka 2002 ukafanyika COP 8 kule India New Delhi. Mwaka 2003 ukafanyika kule Italia COP 8, COP 9 katika jiji la Milan. Mwaka 2004 ukafanyika mwingine Buenos Aires. Sasa ikafanyika hivyo sehemu mbalimbali, Nairobi, Bali, Copenhagen, Cancun, Durban, nilikuwepo, Doha, Warsaw, Lima, Paris, Marrakesh, lakini tumalizie tu kwa kusema kwamba mwaka jana ulifanyika wa 29 ambao sasa mwaka huu mkutano wa 30 wa wadau wa kimataifa wa mambo ya mazingira ambao unafanyika katika sehemu ya Belem kule Brazil kwenye misitu ya Amazon. Sasa mkutano huu ambao tunavyoongea tuna, tuna, tuna, tuna hapa sasa hivi unaendelea kule, unazungumzia mambo gani na unaendelea kwanzia umeanza tarehe kumi mwezi huu wa kumi na moja mwaka 2025 na utaisha tarehe 21 mwaka huu eh, 2025. Unazungumzia mambo ya kitu kinachoitwa fedha kwa ajili ya kusaidia kupunguza matatizo mabadiliko uh, ya tabia nchi climate finance. Kuna makubaliano yaliyofanyika kuanzia kule Glasgow na baadaye yakaletwa kule eh, Misri na baadaye eh, eh, mwaka jana yakafanyika kule Boku, Baku ili watu wale wanaoathirika misitu inapokatwa na nini, watu wawezeshwe, nchi ziwezeshwe, mabara yawezeshwe. Kwa hiyo, kuna mada ya kwanza ni climate climate finance, ya pili ni kulinda misitu, na misitu ni mapafu ya ulimwengu, ni mapafu ya dunia Mi, hasa misitu ya tropik, ya tropic nchi za tropic, lakini pia e, kuwa na uwazi zaidi, uwazi na kuwepa ubabaishaji katika kulipa kulipa hizo fedha kwa waathirika wa matatizo na majanga ya ma, ma, ma, ma, mafuriko kwa mfano ya yanayotokana ma, ma, ma, na mabadiliko ya tabia nchi mafuriko ukame hizi uh, nani hizi vimbunga na magonjwa mbalimbali na, wa na waliahidi, dunia iliahidi kwenye hii mikutano kulipa na kukusanya yani fedha za kulipa dola trilioni moja nukta tatu ni pesa kubwa kabisa sasa tutaangalia huko mbele ya safari, je, zinatoka hizi hela au ni ubabaishaji? Sasa mkutano huu unapoendelea kule, tunavyo tunavyo, tunavyo tunapoongelea hapa ni kwamba tuna matumaini kwamba wataenda step nyingine mbele ya uelewa wa pamoja ya kufikia hayo malengo ya kupunguza uh, ongezeko la jotoridi isizidi nyuzi mbili. E, walaoichezee hapo, maanake inapozidi pale kuna athari nyingi zinazotokea sasa. Tujiulize wapendwa waandishi wa habari e, iko tofauti gani iliyoletwa na mkataba huo wa Paris? Kwa Kifaransa ni Paris, sasa sisi ni Waswahili tunaongea Paris <laughs> mkataba huo wa Paris, mkataba wa Paris na mingine hiyo 29, lakini huo hasa huu wa ishi uliofanyika mwaka 2015 katika jiji la Paris ambapo pia nilihudhuria. La kwanza, kuna kubadilika kwa mfumo wa ufuatiliaji, yaani kabla mikutano 20 kabla ya huu wa Paris maono na misimamo ilikuwa inatoka juu inakuja kwa watu chini, inatoka kwa viongozi inakuja kwa wanaoteseka, lakini baada ya Paris walisema tugeuze tugeuze hichi kitabu, wale watesekaji wale waathirika ndio wawe wanatoa maoni yaende juu na sio the other way around. Kwa hiyo kukawa na huu mfumo wa ufuatiliaji ulibadilika, from top down to down top. La pili, kumewekwa baada ya huu mkutano wa Paris, mfumo wa kisheria wa kudhibiti ongezeko la hewa ya ukaa. Tatu, kuweka malengo ya kufikia, sio tu kuweka kuweka tu mfumo wa kudhibiti, lakini malengo, bara hili lifikie hivi, Tanzania mfanye hivi, malengo kwa kila mmoja amewekewa malengo, targets wanaita. Nne, kuna kukua na kudhibitika kwa mshikamano mkubwa zaidi kati ya, kati ya wadau wa mazingira nji mbalimbali mbali, Uh, taasisi za kimataifa na nchi mbalimbali, taasisi nyingi sana za mazingira zimeundwa, zimezaliwa zime, zime, zime baada ya mkutano huo wa Paris, baada ya mwaka 2015 zimeundwa nyingi duniani kote, na hasa Afrika na Asia uh, lakini pia e, uelewa wa zaidi wa kujua athari za uchafuzi wa mazingira duniani zaidi ya hapo kumewekwa pia, kumekuwa baada ya Paris, mkutano wa Paris, mkataba huo kumekuwa na kanuni iitwayo hivi, uwajibikaji binafsi na uwajibikaji wa pamoja. Unaitwa uwajibikaji binafsi na uwajibikaji wa pamoja, kila mtu awajibike kivyake kupunguza, lakini ni lazima pia pamoja tuweze kupunguza. Common but differentiated responsibility, CBDR lakini zaidi ya hapo kuna kukua kwa diplomasia ya utunzaji wa mazingira duniani. Diplomasia kabla ya Paris conference mikutano mingi ilikuwa basi, haikuwa inajali sana. Nitasema kizingiti kimojawapo kipindi hicho ni aa, anapokuwa Marekani Rais Trump au rais wa Republican, wao wanaamini katika uzalishaji. Kwa mfano sasa hivi tumerudi nyuma sana katika kutunza mazingira kwa vile rais wa Marekani ambaye ndiye rais wa dunia haamini katika mabadiliko ya tabia nchi. Yeye anaamini katika uzalishaji na kutengeneza eh, eh, mifumo ya, ku, ya kuzalisha kazi ya kuzalisha uh, ya kuzalisha fedha. Ni mfanyabiashara mkubwa yule, kwa hiyo tumeathirika sana na tunarudi nyuma mpaka amalizie kipindi chake, ndo wakija Democrats, ndo hao wanaojali sana maswala ya, ma, ya mazingira. Sasa tofauti hiyo inajionyesha katika hilo. Sasa namba tatu nchi zinafuatiliwaje zimeweka mkataba baada ya mwaka 2015 kila nchi imesaini kwamba mimi nitapunguza kutoka asilimia 98 kuingia asilimia 90 mwaka mmoja au miwili au mitatu mitano miaka mitano mitano na baada ya hapo asilimia 20 na baada ya hapo na kuendelea sasa ufuatiliaji unakuwaje sio jambo rahisi la kwanza kila nchi inakuwa na akaunti yani, ripoti ripoti ya uwazi ya kuonyesha kwa miaka mitano hii nimepunguza asilimia tatu kutoka asilimia mia moja na, na baada ya, kwa hiyo sasa niko labda asilimia tisini na saba na baada ya miaka mingine mitano nitapunguza asilimia kumi Kwa hiyo nitakuwa asilimia themanini na saba kwa mfano, na kusaini na, ku, na, na mfumo huo that mechanism, that framework, kuona uwazi inakuwaji na mkataba huo wa Paris ulitengeneza article, eh, kanuni ya kufuatilia hilo ambayo iko katika article nani, eh, ibara eh, sura ya nne mstari wa nane na wa kumi na tatu wa mkataba wa Paris wa 2015. Pili, kutoa ripoti kuhusu kitu kinachoitwa adaptation. Je, watu sasa wanaendeleaje katika ku, kuishi pamoja na kuishi katika dunia iliyochemka, dunia inayoongezeka joto, dunia inayopoteza bioanuai, dunia yenye magonjwa tofauti. How do you adapt? Unaishiishije na hali hiyo? Mnajichukuliaje? Kwa hiyo pa, lazima kila baada ya miaka minne miaka mitano, kila nchi iliyoingia makubaliano haya inatoa ripoti. Tatu, kutoa ripoti kuhusu mitigation. Mitigation tofauti na adaptation, upunguzaji wa uharibifu wa mazingira, kwa mfano uoteshaji wa miti, mapafu ya dunia. Kwa mfano kupunguza ongezeko la e, karatasi na bidhaa za plastiki na kadhalika. Nne, kuwa na uwazi katika takwimu, measurements, upimaji wa upunguzaji wa hewa ya ukaa, utoaji wa taarifa kwa muda mwafaka, reporting, ubainishaji wa Report, verification, lakini pia kuonyesha sera na mwisho kuonyesha bajeti. Kwa hiyo hayo ndio, hivyo ndio vipimo: kipimo taarifa reporting, kipimo verification, na wanakuja wataalamu kabisa, kipimo sera, sera zenu zikoje, policies, na nne bajeti ikoje katika kufuatilia hilo, maanake huwezi kupunguza hivyo bila kuwa na bajeti, lakini pia kuonyesha rasilimali za ufuatiliaji rasilimali watu, rasilimali miundo mbinu, rasilimali fedha, eh, organization, rasilimali mipango planning na kadhalika. je, kuna adhabu? Eh, sasa watu wameingia mikataba, kwa nini hakuna adhabu? Kwa bahati mbaya, hadi leo, hadi sasa, haipo adhabu, na waliozuia zuia hiyo adhabu isiwepo ni hizi nchi hasa Marekani. Uh, uh, uh, uh, huu mkataba hauna kitu kinachoitwa binding nature, legal binding legal character au nature haumfungi mtu ki, ki, ki, ki, kisheria kivile. Kwa hiyo hiyo ni ni, ombo. Hilo ni gap, hiyo ni weakness katika mkataba huu. Una mazuri, lakini hili pia una ucha, eh, hili linachafua huu mkataba. Je, mafanikio ya mkataba wa Paris wa mwaka 2015 tunaposherehekea tunapokumbuka miaka kumi ni yapi? Je, kuna mafanikio yoyote? Fanikio namba moja, kuna kukua kwa muono wa pamoja, common understanding and vision, kwamba jamani, hizi sio hadithi, hizi sio ngonjera, hii sio riwaya, watu wanateseka ma- uh, -mabadiliko ya ma, ma, ma, ma, ma, ma, tabianchi ni ukweli mtupu. Kuna athari za kiafya, athari za mafuriko, athari za za za hurricanes, za za, za vimbunga.